Na kama njia moja ya kuwarai wa Kenya kuchangamkia utunzaji wa mazingira Truphena Muthoni mwenye umri wa miaka ishirini na miwili yuko mbioni kujaribu kuvunja rekodi ya dunia ya kuukumbatia mti, zoezi alilolianza Jumatatu wa dhuhuri. Binti huyo ambaye pia ni mwanamazingira ameukumbatia mti mmoja kwenye ofisi za gavana wa kaunti ya Nyeri kwa saa arobaini na tano sasa, lengo likiwa ni kukumbatia mti huo kwa zaidi ya saa sabini na mbili. Kupata kujua mengi kuhusiana na hayo tuna Ungana sasa moja kwa moja na mwanahabari wetu kama Umwangi Kamau. Hebu tueleze kufikia sasa, ni kipi ambacho kinaendelea kuhusiana na zoezi hilo? Na Mwanahamisi, uh, kufikia sasa zimepita zaidi ya saa arobaini na nane ambayo ni rekodi yake na ambayo tayari ameivunja ya, ya kuwa mtu ambaye ameukumbatia mti kwa saa nyingi zaidi duniani na uh, juhudi hizi ni kujaribu ku Uh, kuvunja rekodi uh, e, nyingine uh, kwa kuwafikia saa sabini na mbili kwa mtu yoyote ambaye amewahi uh, kukumbatia mti, na huyu ni Truphena Muthoni kama ulivyosoma pale uh, binti mwenye umri wa miaka ishirini na miwili na ambaye ni mwanamazingira na Truphena uh, ulianzia uh, juhudi hizi uh, Jumatatu uh, saa sita na dakika ishirini na tano, saa chache ambazo zimepita umeweza, ama saa uh, moja ambayo imepita umeweza kuvunja hiyo rekodi uh, what, what is keeping you going, uh, kufikia sasa uh, kwa sasa ni matamanio yangu ya kuona message ambayo niko nayo kwa sababu si yangu peke yangu, ni ya, watu, ni ya wasichana wadogo kama mimi na pia ni ya, ni ya kilio cha miti ambayo ni tunaita indigenous trees na ni kilio cha indigenous people na also um, message yangu hiyo hiyo tu ndio kitu ambacho kinaniweka hapa nikiwa mm -hmm. yeah. na nguvu ya kuendelea. Na na tangia Jumatatu umekuwa hapa, kumekuwa kukinyesha eh, vipindi vya jua vimekuwepo, eh, hauogopi kwamba unaweza kupata ugonjwa ah, katika duhu, juhudi hizi zako za kukumbatia mti? Siogopi hata kidogo kwa sababu kwa kweli eh, inakaa ni ngumu kidogo, ama kwamba ukinyeshewa kwa kama vile nilinyeshewa kwa sababu ilikuwa heavy rains eh, unaweza kuwa mgonjwa, lakini ukiwa na mazoezi kama yenye nilianza kufanya mwezi wa Machi, ni vigumu sana upate shida mm -hmm. yeah. na hapo ndipo nilikuwa nataka nikuulize, ulijiandaa vipi uh, kuhakikisha kwamba utaweza kuyafikia masaa sabini, eh, masaa sabini na mbili uh, bila ya kuachilia mti dakika moja, kwa sababu masaa ni ishirini na nne ambazo unaukumbatia una, una mti wenyewe. Aya, kwa hivyo nimefanya mazoezi ambayo ni kutembea kwa muda mrefu kama 42 kilometers. Also nimefanya mini tree hugs ambayo nilikumbatia mti kwa 35 hours, alafu alafu nika extend nikafanya 60 hours ya ku prepare for this and um, nimekuwa pia nikifanya mental exercise. Hiyo ndio kitu cha maana kuliko physical exercise ya kuweza kukaa uh, na kufocus na ku meditate bila, kuku, bila kukula na usihisi njaa bila kuenda bathroom breaks kwenye choo na usihisi hata hiyo haja, na pia eh, kukosa kulala kwa sababu hizo siku tatu ni nonstop, silali sili, sikunywi maji hata ya yeah, so nilifanya mental exercise for all those months na yeah. Na kwenye historia yako ambayo uliweza kutupa hapo awali uh, mavazi ambayo umeyavaa uh, yako na significance ama kuna yale mambo ambayo yanasignify, pengine unaweza kumweleza mtazamaji wa Runinga ya Citizen uh, katika juhudi hizi hi, hi, hizi rangi zinasimamia nini? Um, hizi rangi naweza kuelezea moja kwa moja So black inamaanisha African power protest and resilience, alafu kijani inamaanisha reforestation regeneration and hope. Uh, ya red inamaanisha indigenous resistance and frontline courage, na blue inasimamia water protectors and ocean defenders. Naam. yeah. asante sana Truphena, atakuwa tunazungumza naye na mwanahamisi uh, ni juhudi ambazo zimebakia sasa zaidi ya saa ishirini na tatu Uh, ili aweze kukamilisha eh, maono ya kukumbatia mti kwa zaidi ya saa sabini na mbili ambayo itakuwa ni rekodi mpya ya kidunia ambayo anatarajia kuifanikisha. Nirejeshe upande wa kwa studio Mwanahamisi. Naam, ni zoezi ambalo linataka moyo, nasi hapa tu tunamwombea kila la heri, lakini muhimu ni kwamba angalau ule ujumbe ambao anatazamia kuupitisha watu wautilie maanani ili juhudi zake zisiwe kwamba zimeambulia patupu. A, tutakuwa tukifuatilia huko.